Mbio za mwenge wa uhuru wa kitaifa, hapa ni Njia Nne, eneo mojawapo uh, ambapo mwaka jana kwenye mvua za Elinino na kimbunga Hidaya liliathirika, na hapa kulikuwa na makaravati ya chuma ambayo yalizolewa na barabara kukatika. Ni mojawapo ya maeneo mengi ambayo yaliathirika katika mkoa huu wa Lindi katika mkoa huu wa Lindi barabara tano zimeweza kufaidika na fedha za mama uh, Raisi Dkt. Samia Suluhu Hassan, ambapo ni barabara hii kuu, tuna miradi sita ya kurejesha mawasiliano. Lakini barabara ya Tingi Kipatimu, tunajenga makaravati sita. Barabara ya Nangurukuru Liwale, tunajenga madaraja matatu uh, lakini barabara ya Liwale na Chingwea tunajenga madaraja mawili likiwemo daraja kubwa la Mtombwe Mkuru, lakini vilevile katika barabara ya Kiranjeranje na Michiga uh, tunajenga madaraja mawili likiwemo daraja kubwa la mita sabini uh, la Mtona Kiu. Uh, karibu sana kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa uweze kuona maendeleo ya, ya mradi huu ambapo hapa tunajenga daraja la mita arobaini na maendeleo ya mradi yanaendelea vizuri. E, ndugu kiongozi wa mbio za mwenge, kama ambavyo utaona, daraja hili litakuwa na mita arobaini. Tayari kuta mbili zimeshasimama na kinachobaki ni nguzo za chuma ambazo mkandarasi tayari alishaagiza, na daraja hili tarehe ishirini na nne mwezi wa tisa tunatarajia wananchi waweze kupita juu. karibu sana. Wakati maeneo yetu haya ama mkoa wetu huu wa Lindi kuna baadhi ya maeneo ulipata athari na ule upepo, jambo ambalo kwa kweli ikawa ni changamoto kwa watu wengi kufika katika maeneo husika kwenda kupata huduma mbalimbali mbali. Lakini serikali ikaamua kufanya juhudi mbadala na kuleta fedha nyingi ndani ya mkoa huu kwa ajili ya kuhakikisha ile miundo miundombinu unarejea katika hali yake kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa kweli, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa kwenye maeneo haya, na sisi wakimbiza Mwenge wa Uhuru, kwa vile tumepita katika eneo hili na mwenge wetu wa uhuru, kwa kweli mwenge wa uhuru umejionea matumaini matu makubwa ambayo serikali inaendelea kufanya juu ya mradi wa, ma, wa madaraja yetu haya, naomba tupige makofi mengi sana. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ndugu wananchi, kikweli sisi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa tumejionea ujenzi wa daraja hili unavyoendelea kwa kasi, na kwa kweli mwenge wa uhuru umeridhishwa na ujenzi unavyoendelea kwa kasi wa daraja hili, na naamini wenzetu hawa kama walivyotuambia kwenye taarifa yao, basi na wananchi kuwe ni wavumilivu, kuwe ni na subra ya muda mfupi, daraja letu hili litarejea katika hali ya ya mwanzo, kama ya mwanzo, lakini itazidi zaidi ubora kama ilivyokuwa mwanzo. Mwenge wa uhuru hoye! Dk Samia hoye!